Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya uzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kuingiza vocha, e, au jinsi ya kuingiza muda wa maongezi na maanisha vocha kwenye mtandao, iwe mtandao wa Yasi au Tigo, iwe mtandao wa Vodacom, iwe mtandao wa Halotel, iwe mtandao wa TTCL au hata iwe mtandao wa Airtel. Watu wengi wamekuwa wakinunua vocha E, yaani mtu ananunua vocha lakini hajui e, jinsi ya ku moja kwa moja, jinsi ya kuweka vocha hiyo. Hasa hapa mimi nitaonyesha step kwa step, mimi huwa nafundisha taratibu ili uweze kuelewa na uweze ukawafundisha na wengine wote, kwa mimi naenda taratibu kabisa na sina haraka sasa moja kwa moja, vocha, moja kwa moja ukishanunua vocha mfano umenunua vocha mtandao wako Tigo, Airtel, Zantel umeshanunua. Eh, Zantel sasa imeungana na Tigo kwa hiyo ni kitu kuniasi pia zote zimekuwa yasi, zimekua moja kwa moja ukishanunua ukaikwangua vocha yako, jitahidi kufuta namba, kuangue polepole pasipo kufuta namba yote, maana kama ukifuta, itabidi uwapigie huduma kwa wateja, na nishaweka video hiyo ya jinsi ya kupigia huduma e, kwa wateja ili waweze e, kuku nini kukurudishia kuku hizo namba ambazo zimejifuta kwenye vocha. Lakini kama umefuta kawaida, tuende step by step. Sehemu ya kwanza vocha nakuaga e, na namba mfano kumi na nne. Huu ni mfano au zinabidi uziingize, zimetengenezwa mahususi ili ku unlock line yako na kuongezea salio kwenye simu yako ni tekniki iliyowekwa ili kuweza kukufanya upate e, uwezo wa mtoa huduma. Nikisema mtoa huduma na maanisha e, e, labda Airtel umeona au Vodacom au TTCL au wote, ni watu wa huduma umeona, e, uweze kuongeza salio sasa moja kwa moja. Ili kuongeza salio, unakuja kwenye sehemu ya kupiga, unatafuta sehemu ya kupiga Mfano mimi simu ya kupiga ni hapa, imeandikwa phone, ila kuna wengine unakuta imeandikwa call, lakini asilimia kubwa kipicha kinakuwa kinafanania na hivi, nadhani umeiona hapo. Moja kwa moja ukishakuja unagusa hapo, mimi nagusa hapa kuingia, itafunguka kama hivi, nadhani umeona. Baada ya hapo, utakutana na hii imeandikwa hapa juu, moja kwa moja Yes dark mode, na sasa nimeeka kawaida, utakuta na hii keypad hapa. Utabonyeza hii, itafunuka namna hii. Baada yapo, ili kuweka vocha inabidi kwanza vocha kabla. Hii ni kwa mtandao wa Airtel yasi, au Tigo, Halotel, Vodacom, mpaka TCL, ni unabonyeza kwanza nyota mimj na nne hii ni kodi, alafu nyota, hii ni kodi ambayo inaelewesha kwamba eh, hii unachoingiza hapa ni vocha. Huwezi kuingiza vocha bila kwanza kupiga hivyo, alafu zinapotea zile namba. Mfano moja mbili, labda tatu nne tano sita saba nane tisa mona moja tena mbili labda hizo ni namba za vocha zako. Baada ya kuingiza namba vocha yako namna hiyo, sasa nadhani umeelewa vizuri hapo. Unaanza na nyota 104 nyota, halafu zinafuatia zile namba za vocha ambazo umeshazikuangua pale. Baada hapo mwishoni unapiga leli. Umeona leli, mwishoni hii hapa leli, nadhani nayo umeiona hapa. Baada ya hapo unapiga sasa moja kwa moja. mfano kupiga, kumbuka hii nimekwambia nyota moja na nne nyota alama za vocha zote, alafu baada hapo ukipiga hapa itauliza hivi upige kwa yes au upige kwa Voda. Sasa hii inamaanisha nini? Kama labda unatumia mtandao wa Airtel na Voda au nini, unachagua ule mtandao ambao hii vocha yako unataka wewe ingie. Kama ni Voda mimi nitabonyeza hapa Voda kama hii vocha ni ya Voda, kama ni Tigo na bonyeza Tigo. Kumbuka kama sio mtandao husika, vocha haiwezi kuingia. Vocha ya Tigo inaingia kwenye Tigo tu, vocha ya Voda inaingia kwenye Voda tu. Hiyo ndio muda wa kuweka vocha yako, na baada ya kuweka utaweza kujiunga video za jinsi ya kujiunga na video nyingine kama hizo, tayari nyingi zipo karibu sana, usiache kusubscribe video kama hizi na nyingine nyingi tayari zipo. Karibu sana.